Uh, moja ya raisi ambaye amekuwa akiandamwa sana amekuwa, niseme nisi ni drama sini nini, I don't know. Um, Macron, wa Ufaransa hey, yeah. Kuna, kuna, kuna kesi ambayo ilikuwa inaendelea, niliona nadai kuna, kuna kwamba mke wake ni mwanaume, sijajua nani alina nini, ile utanisahihisha na, na, akasema kwamba atapeleka at, at, at ushahidi wa kisayansi zaidi kwa, na, na hizo ambayo na inaonekana kama amesimama msafara Trump msafaraa na, na nini hivi zinamuhusu sana sana, eh. Tuanze hii ya mwanzo sasa, kuna ukweli kwenye hilo? Kuna kitu kinasema, um, opinion maoni, haya ni maoni yangu, sina ushahidi wa asilimia mia, ila kutokana na factors ambazo nimezikutana nazo na instinct yangu inavyoniambia, naamini ni kweli kwamba bwana <tipos> alichezesha ba jinsia. Umeona, nachoamini mimi ni same thing, kama inavyoaminika kwa rais fulani aliyepita wa Marekani mke wake naye <tipos> ni katika aliochezesha jinsia, na kuna kesi ilifunguliwa nchini Ufaransa dhidi ya hiyo <tipos> hiyo, akawafungulia ile kesi, iliisha bila wale kuchukuliwa hatua wala hakufungwa wala kufanya chochote mwingine alielianzisha hilo na huyu alikuja, ni baada hata mimi kuliongelea ili kwa muda mrefu ndani ya GPS, ni Candace Owens akasema, huyu bwana huyu kachezesha jinsia yule bibie, kama sio ndio bibie au babue, akaenda kufungua kesi, kufungua kesi yeah, ika akaambia Candace akaambia fresh, mimi mm, mimi nimejipanga twende hiyo mm, kesi sija tena wapi maana mm, mpaka bwana Macron akampigia simu bwana Trump Uubana, binti mbona kama anachomesha picha hivi? Kwa hiyo sijafuatilia kesi inaendaje, lakini ni hivi kama ndivyo anaenda jela defamation case au ataingia garama kubwa sana, ila kama sivyo, ina maana inamaana iko sahihi, maana yake ni kwamba mwamba ndivyo, uhalisia ndohuu hapo. Kwa hiyo mimi naamini hivi vitu uh, kwa wenzetu vipo wao wamevifanya viwe kawaida. mm -hmm. Lakini hata wao wanaona aibu kuvikubali, yaani wana force, wanalazimisha yes. Yani wanakosa amani. yeah. Yes uh, tumalize la mwisho mm. Kilichotokea Nepal kime, kimeibua maswali mengi sana katika generation ya sasa hivi, kwa maana agency ni dunia ya sasa hivi, jana wataki kutawaliwa, wanataka uh, waende vile wanavyotaka wao, ama ina maana gani hasa katika hichi ambacho unachokiona? Kwa sababu sio taifa la kwanza, Kenya imetokea uh, na baadhi ya mataifa mengine, ambapo Faransa pia ndio imekuwa hivyo hivyo, Uingereza the same pia, ina maana gani hasa hii, ndo wakati tunaongea hmm. na ndo maana wanaambiwa na fuse hmm. katika maelezo ambayo anakuepo kwenye fuse naweza nikapandikiza kitu hapa, alafu tukaja tukakutana nacho mbele. Ndio ninachokuambia tuko kwenye maandalizi ya ujio wa new world order Yesu, na watu ambao watatumika kuileta new world order Yesu, ni vijana. Hii kitu mtu akiangalia, hebu kwa ambao hawafahamu kilichotokea na pale, hebu elezea tu kwa ufupi, alafu mimi niendelee nao uh. Kuna, kuna, kuna watu wana, wana mtandaoni ambao walikuwa ni baadhi watu wanaozungumza kwenye mitandao mm -hmm. Walikuwa wanaonyesha watu namna gani ambavyo viongozi uh, watoto wa viongozi wanatumia sana pesa, magari, vitu vingine tofauti tofauti, ule utajiri wao pesa wanavyotumia na maisha inavyo kama ilivyo kawaida. Mataifa mengi uchumi siku hizi imekuwa hivyo, watu hivyo watu wana maisha magumu, lakini viongozi watoto wao wanatamba, wana, wana, wana, wana, wana, na, na, na, na pesa kwa hiyo kabidi baadhi ya viongozi wananchi wengine mitaani na hivyo, wakashirikiana wakatengeneza maandamano, ndo hivyo waziri mkuu akajiuzulu na baadhi ya viongozi wa serikalini wakaondoka. Ikabidi sasa baadaye baada kichotokea, ndo akaundwa serikali mpya, ambeni ni mwanamama ambaye alikuja kamp mm -hmm. mm -hmm. Sawa. mm -hmm. kwa hiyo ni kwa watu ambao hawajui kinachoendelea. yeah, sure. Baadhi ya watu wanaweza wakaangalia matukio kama isolated incident, nikimaanisha, mm -hmm. kama tukio ambayo ni mufradi inajitegemea ni moja, haina kama havijaungana. Ila umeongea kitu cha muhimu ukasema kuna Nepal, sawa, tumeona ndugu zetu wa Kenya, sawa, Malawi, sijui kama tujue kinachoendelea nako, umeona, tumeona sasa hivi kinachoendelea Uingereza, tumeona kinachoendelea sasa hivi Ufaransa, tumeona kinachoendelea Ujerumani, sawa, na hiyo listi nikiamua kuitaja ni ndefu, ikiwepo ndani ya Marekani mpaka Trump kuna baadhi ya miji kapeleka National Guard. Hey, yes. Actually, kuna baadhi ya miji kama mitatu minne mpaka sasa hivi kuna National Guard wako pale mm. Sawa, so, kwa hiyo mtu anaweza akasema tu kwamba ni kitu kimoja, bahati mbaya, sio bahati mbaya, ile ni nani, ni maandalizi ya mifumo mm. jenzii ndo atakaotumika kwa sababu ya kuasha ya kuleta mfumo mpya wa new world order mm. Kuna kitu kinaitwa Hegelian dialect. mm. Hegelian dialect ni hivi mm -hmm. Unakuja, kuna mfumo ambao upo mm -hmm. sawa, alafu unaleta mfumo ambao unaikosoa u mfumo kwamba mfumo una matatizo mm kwa hiyo -hmm. unaleta tatizo, matokeo yake inatokea sintofahamu mm -hmm. inatokea vurugu between two sides in between two sides. Kwa hiyo kuna mfumo ambao upo, alafu unaleta mfumo mwingine ambao una leta na kuonesha kwamba mfumo uliopo sasa hivi una matatizo, inaleta shida. Kwa hiyo kuna thesis, alafu kuna antithesis. Sawa? Thesis ndio mfumo ambao upo. Alafu kuna antithesis ambao ndio mfumo ambao haukubaliani na mfumo ambao upo. Kwa hiyo kunapokuja na vurugu, matokeo yake ni nini? Watu wanataka suluhisho, unakuja na suluhisho ambazo ndio synthesis. Sawa? Sasa synthesis yenyewe kwenye Hegelian direct ni solution ambayo yenyewe inazaa tena tatizo, umeelewa? mm -hmm. Kwa hiyo ni solution haijakamilika ambayo inakuja kama solution ya hii thesis na antithesis, ni solution yake, lakini yenyewe ina matatizo sawa. So, inakuwa imeundwa katika mfumo ambao ina solve hizi mbili, lakini yenyewe ina mapungufu. Ni sawasawa unajenga ukuta wa udongo ambao kwa haraka ukiangalia udongo, labda umejenga ukuta, inazuia upepo nini, mbu nini. Ikinyesha tu mvua inadondoka. Kwa hiyo ni ukuta ambao wenyewe sio imara. Huenda ikaonekana ina solve tatizo ambalo lipo, labda la baridi, upepo, mbu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo synthesis ni, ni solution ambayo yenyewe inazaa tatizo lingine, kwa hiyo inakuwa ni loop. Thesis, antithesis, synthesis thesis, ina, inaenda inaenda inaelewa. Kwa hiyo ndo mifumo ambayo tupo sasa hivi, kwa hiyo okay. Sasa hivi nani alileta demokrasia? Sio Marekani? Marekani kanani? ni wanaoandaa mfumo wa new world order oh. Ndo walioleta asili yake inaaminika kwamba ni Greece sawa. So, ndio ikaja tukaletewa mpaka sasa hivi tunaamini tunaambiwa, kwamba tumeaminishwa mpaka kuna kauli mbiu kwamba demokrasia, hakuna maendeleo bila demokrasia, tumeshaaminishwa hivyo the... hayo aliyasema Abraham Lincoln. Yeah. Democracy mm. is a government mm. of the people mm. by the people mm. for the people mm. Umeelewa? Ndio mm. yeye ndo, yendo, uh, ndo Uh, tafsiri ya kiabla lakini, kuna tafsiri nyingine ambayo inasema mm. demokrasia ni kwamba watu wana uhuru wa kuongea, alafu wengi wape, ambao ni mfumo mbaya sana. Sometimes wengi hawajui wanakosea, na matokeo yake ndo ile nikakwambia, synthesis inaleta solution ambayo ni tatizo. Mtu yoyote ambaye ni kinara wa kuongea, ana ulimi mkali ana uwezo wa kuwaw kuwashawishi wengi wakamuunga, umeelewa? Yeah. Kwa hiyo ni mfumo ambao wenyewe una matatizo. Ni mara ngapi ambayo tumeshaona, labda mapinduzi yanatokea au uchaguzi unatokea, aliyekuwa rais fulani katolewa, aliyekuwa fulani katolewa, halafu anaingia huyu ambao watu wana matarajio naye makubwa, kumbe ndio anakuja kutokea tena ndo bogas zaidi au ndo mbaya zaidi kuliko waliopita kule. Kwa sababu gani? waliweza kuwashawishi wale wa Simply because ana uwezo wa kuongea. Kwa hiyo moja ya taswira ya tafsiri, kuna tafsiri kadhaa za demokrasia, ni kwamba wengi. Wapi hiyo ilitokea? Libya, kwa Afrika na, na sio Libya tu mm, sehemu nyingi tu sehemu nyingi tu li, ilitokea. Kwa hiyo hi, haya matukio naona jenzi jenzii, haya yapo waliomwondoa madarakani Uh, Gaddafi ni Gen Z yeah, sure. Sawa mm. Sasa watu wanashindwa kujua kwamba hii ni Arab Spring 2.0 mm. Kama una u, u, u, una uwezo kawa na ufahamu wa Arab Spring mm. Ni nchi za Kiarabu kuliepuka na something kama Gen Z maandamano yaliyokuwa yanabadilisha viongozi wa kipindi hicho mm. Yalipita Tunisia Yakapita Cairo yakamtoa Hosni Mubarak aliyekuwa rais yule, wakamleta um, kipindi kile waliingia uh, the brotherhood wale, na ikazunguka ika kwenye miji mingi mingi, mingi, sawa. Sasa hii ile ilikuwa ni Arab Spring katika nchi za Kiarabu kwa sababu ya kuweka viongozi ambao ilikuwa ni either kiongozi ambao kwa madarakani, haijalishi ni mfalme na rais nini, ukubaliani na mfumo wa new order, order. Usipotaka, sisi tunakuletea Arab Spring, unapigwa chini, tunamweka mtu naye mtaka sisi. sasa sasa hivi ndio inakuja sasa katika hizi nchi zingine mm -hmm. na Gen Z. Na Gen Z wameshakuwa programmed mm -hmm. Sasa ni watu wa kwenda kwa trend ni watu wa kwenda kwa mihemuko, sio wote lakini, asilimia kubwa wamekuwa programmed vizuri sana kwa zaidi ya miaka 30. Watu wana... Unajua sasa hivi Gen Z unajua mpaka inasikitisha mm. juzi -hmm. Netanyahu akatoka kuongea alikuwa anaongea na, uh, na viongozi wa Marekani, nyinyi mna simu, akasema ndio hivi. Unajua hizo simu ni mali ya zimetoka Israeli, teknolojia zenu zimetoka kwetu, kuna makampuni kama plant sirabato ha, -ha, -ha, -ha, -ha, -ha hawayajui na mambo mengine they control. Yani leo hii DJ SMA psych profile yangu wananijua mimi nje ndani, simu nilionayo hii, sawa, mda wote mic iko on, wanasikiliza wanachokitaka Hizi kamera wanazi control wanavyotaka. mm. wakiingia kwenye Instagram yangu picha ninazo like, picha ninazo post, zinawezesha algorithm zao kuweza kunifanyia psych profile mm. wanazipata, wanajua mimi nikitoka hapa naenda sehemu fulani, naenda ruti nzima kwa kutumia map, wanayo sawa. So, wanaangalia nimenunua nini, nakula nini, nafanya kila kitu, wanayo profile ya DJ SMA nzima. Kwa hiyo wanajua jinsi ya kumu influence, wakitaka kumtumia honey trap. Honey trap ni kutumia mpenzi kwenye ujasusi ili kupata information. Kwa hiyo akitaka kumtumia honey trap, anajua asimama, anapenda mwanamke wa aina gani yukoje, nini. Kwa hiyo psych profile ya jinsi wanayo, wanajua jinsi gani ya kuwa trigger na kuwachezesha, ni maneno gani ambayo jinsi ya kuwa ndo maana wanakuta kama nilivyokuambia hizi nchi zote ambazo zipo sio isolated incident ni uh, maandalizi, wanajua yanafanyika kwa sababu ya kuelekea kwenye new world order, lakini uone kama ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho kinatumika kuamsha viongozi, kwa sababu ukiangalia sometimes kama inavyotajwa lakini ha. tlaba kuna baadhi sio wote, lakini kuna baadhi ambao unaona kabisa kwamba viongozi namna wanavyoongoza haya hizi nchi, unaona kuna matatizo pia. Unachosema ni kweli, ha. viongozi wameplay a very big part kwa sababu ya ufisadi wao, uongozi mbovu, matumizi mabaya ya madaraka, ni kweli kabisa. Ila siri ya upande wa pili, wasichokwambia watu ambao ndo wanaongoza hizi nchi, wanataka viongozi mafisadi ili waweze kwa control. hebu naomba nikuulize, Afrika kuna kiongozi gani ambaye amenyooka anafanya kazi inavyotakiwa? Ah, Kagame nafuku kwa, kwa, kwa, kwa wananchi wake, lakini sawa, yupi mwingine ambaye labda uenda kwa ukaona kwamba anakubalika sasa hivi Afrika, anapambania maslahi yao nini? M7, um, somehow kuna vitu alikuwa anakataa, lakini I don't know, kuna, kuna kipindi watu wanasema kwa nini anaendelea sana kugombea wakati umri ushaenda, sawa um. kuna huyu wa nani, unamwonaje nani wa Bukina Faso unamwonaje eh, eh, anakubalika ana eh? Kwa unavyosikia na unavyoona, unaonaje uendeshaji wake wa nchi yake, unauonaje? Anaendesha vizuri, lakini kuna kuna sema ameegemea okay. Yeah. Gadafi ulikuwa unamwonaje uendeshaji wake wa nchi, alikuwa vizuri? Unafahamu jinsi raia wa Gadafi alikuwa anaishi chini yake chini ya utawala wake, maisha yalikuwa ni mepesi, rahisi, alikuwa yes, kuwasaidia na nini, alishakwanza alitoa, aliapia akasema mimi wala wazazi wangu hawatokuwa na nyumba mpaka kila raia wa Libya awe na nyumba. Nyumba ilikuwa bure, masomo yalikuwa bure, elimu ilikuwa bure, aidha ndani ya nchi au nje ya nchi. Sawa, ukimaliza shule unapewa ela za kuanzisha maisha. Ela ile ilikuwa inapatikana kwenye mafuta. Ilikuwa inapigwa pasu, watu wanagawana wanaiweka kwenye benki ya kaunti zao. Unaona? Kwa hiyo walikuwa wanaishi maisha mazuri. Hapo ndio nataka nikuulize swali. Unajua mfano ambao tunazungumza sisi, eh. Esam, like, kama Tanzania kama umeshe kutokea kwa sababu kuna viongozi ambao wameshia kutokea hapa Tanzania wakapendwa sana na wananchi, lakini still bado walikuwa wanapingwa. Wakatokea viongozi ambao kuna namna waliweka vitu sawa, lakini they still na wenyewe pia wanapingwa, the same story uh, Sma hmm. Kwa nini tunapokuja sakata la kuhusiana na siasa za Tanzania na vingine vyote hivi umekuwa sio mtu wa kuvizungumzia, hasa na watu pia, watu kama nyinyi wanategemea kwa sababu mnauelewa mpana, mtoe pia na maoni yenu, na nyinyi pia, kwa nini kwenye hili umekuwa nyuma sana. Sawa, ntajibu hmm. swali lako la sasa hivi hmm. Lakini nataka nimekuuliza, maswali makusudi hmm, ni kwamba, au baadhi ya viongozi niliyokutolea kama Gaddafi hmm. kama uh, Traore, Traore na baadhi wengine hmm, ambao walikuwa naongoza vizuri, mashirika ya kimataifa na nchi za Ulaya zilikuwa ziwapendi hmm. umeelewa, na kuwapinga na kuwekea vikwazo na kuwachafua na kila kitu, lakini nchi zingine ambazo viongozi wao walikuwa wanajulikana mm. ni waovu umeona. mm. aliyekuwa rais wa, wa, wa, wa Burkina Faso mm. ambao wana uranium mm. ni namba nane duniani kwa uzalishaji wa uranium. mm. alikuwa anauza kwa chini ya dola moja, wakati thamani yake duniani ni takriban dola mia mbili no. Sawa, ulishasikia hizo nchi zikimpinga zikimfanya nini? hazikuwahi kufanya hivyo. kwahiyo hizi nchi na huu mfumo ambao unaendesha dunia unapenda viongozi mafisadi no, umeelewa. Ndio maana mpaka leo hao viongozi asilimia kubwa wako na wanafanya wanachokitaka, kwa sababu wanajua hizi uh, mashirika haya makubwa mm -hmm. na watu wanaorani wanatuhitaji kwa sababu wanawapa dili ambazo ni favorable kwao, umeelewa. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho lazima tuelewe, na kuna makala ambayo nishai kutoa. Silaha wanazozitumia uh, wakoloni ni vitu viwili wanatafuta sifa kuu hizi mbili. Mbili, ya kwanza kiongozi ambaye ana kiu ya madaraka, ana uchu wa madaraka. Cha pili ni mtu ambaye ni fisadi, ana anapenda maisha mazuri, anapenda hela. Ukishakuwa na sifa hizo watakuandaa, watakuweka kwenye madaraka kwa sababu uh, mtu mwenye kiu ya madaraka atatumia njia yoyote Kuua, kukandamiza, kufanya nini, kuvunja sheria apate madaraka yeah, na endelee abaki pale na atafanye kile anachokiweza, aendelee kula hela mm -hmm, na kufaidika yeye. Kwa hiyo wale, wale waliomweka pale watafaidika naye mm -hmm. Lakini mtu ambaye kanyoka hivi, umegusia kwamba hata hapa karibu tulikuwa tuna kiongozi ambaye mm -hmm, asilimia kubwa ya raia walikuwa anamuona amenyooka anapambana mm -hmm, lakini kapigwa vita na hayo mashirika ya nje na hayo mataifa ambayo ndio kila siku wanasema acheneni ufisadi sio nini, yeah. Lakini kuna nchi ambazo kama Gabon yule nilishai kufanya coverage yake, jamaa alikaa madarakani bang, banga bang, bongo someone bongo eh, yeah. E, yeah. Yani walishafanya kama ile nchi ni yako ya ku, ya kurithishana tu, eh, yeah. E, miaka yote miaka nini, lakini ukija ukiangalia rasilimali zinaenda wapi same thing yako

Mimi nina mtazamo tofauti na asilimia kubwa ya wenzangu, na nina mifumo tofauti ya kudili na baadhi ya vitu tofauti na wenzangu. Um, nikutolee, na hichi ni kitu ambacho huwa siukiongelei. Umeuliza, ntakiongea leo mara moja na sita kuja kukiongea tena ambaye atakuwa na uwezo wa kukifahamu atakifahamu, kwa sababu uh, kila mtu ana mifumo yake ya kudili na hivi vitu. Analisis yangu ya kinachoendelea, kuna makundi kama matano katika medani ya uongozi na perimeters za uongozi. Ya kwanza, kuna ambao wako madarakani Sawa so, kwa ngazi tofauti tofauti, wapo ambao wako madarakani wanataka kuendelea kubaki madarakani. Wapo ambao ni wazalendo, wanafata haki na wanasimamia, wanatekeleza majukumu yao kwa njia ambayo nadhani hata Mungu anapenda. Ila wapo ambao ni mafisadi ni uh, wa wa, wa, wa naitumia um, walafi wa madaraka, mm -hmm. Wanataka waendelee kubaki kwenye madaraka ili waendelee kulinda maslahi yao mm -hmm. Na kulinda vyeo vyao mm -hmm. Na wanataka haswa madaraka ili waendelee kulinda maslahi yao. Hiyo kundi la kwanza, kuna kundi la pili. Ndio maana nasema mimi, nakwambia naangalie vitu kwa tofauti. Kuna watu ambao wako ndani ya uongozi lakini hawapewi nafasi ambayo wanaamini wanapewa na wale ambao wako kwenye madaraka, alafu wanakula keki peke yao. Kwa hiyo hawa wako ndani, wanaona kwamba wale wanakula keki peke yao na wanaiona keki ile pale, ila hawakaribishwi kwenye ile meza ya kula ile keki. Kwa hiyo wana mind, wanataka ile keki, ila kwa vile wako ndani wanashindwa kufurukuta, kwa sababu wako ndani, waenda wakafukuzwa kwa hiyo matokeo yake wanashirikiana na walio nje kuwapa baadhi ya siri zilizoko ndani zinazofanywa na walaji. Mlaji ni mtu fulani, nyuma yake kuna mtu fulani, mraji ni kitu fulani <coughs> hao wa pili, kundi la pili. Alafu kuna kundi la tatu ambalo wako nje ya ili duara la uongozi, wako nje. Either walifukuzwa walikuwa ndani, wametolewa huko ndani. Kwa hiyo wana mind wanataka warudi, kwa hiyo wanataka waingie na wao waende, yani wakale kama wanavyokula hawa walioko ndani, ila wametolewa. Hawa ni sawa sawa na kundi la pili, ambao pia nao, kwa vile wanajua mifumo na kila kitu, wanatoa ili kupambana na wale wanaokula peke yao. Halafu kuna kundi la nne ambalo ni baadhi ya watu aidha binafsi mm -hmm. au familia mm -hmm. au baadhi ya biashara ambao hawako kwenye mfumo, ila walifanyiwa kitu kibaya mm -hmm. na walioko madarakani aidha mm -hmm. na mtu ambaye ana madaraka aidha mm -hmm. na kiongozi mm -hmm. au aidha na watu ambao wana nguvu pale yeah. mm -hmm. kwenye mfumo ika wakafanyiwa kitu ambacho sio haki kika wa... sio kikawanyongonyesha, kikawatia asira, wamededicate maisha yao kuhakikisha wanapambana na hawa watu ambao wako kwenye madaraka. Umeelewa? Kwa hiyo hawa watu maisha yao yote wao ni kupambana na wale ambao wako pale, yaani hawa ni watu ambao wana revenge, vendetta, visasi. Harakati zao zote zinazofanywa ni za visasi. Umeelewa? hiyo kundi la la tano ambalo ni baadhi ya mashirika